Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Msanii Nay wa Mitego aka rais wa kitaa ndio huyu hapa analifanya bala lake a. Kuna video moja nimekuwekea tu hapa, ni show moja anaifanya kibabe kweli e, sunajua sasa hivi ni mwendo wa kupiga kura. Sasa yeye anasimama katika Uh, upinzani huwa asimami na chama tawala yupo uh, kwenye chama cha upinzani sasa. Kuna show alipiga, alafu akasema kuna ile nyimbo yake inayojulikana kama vile Wapo, anasema kwamba kuna viongozi wanavuta bangi, Wapo, maana wana maamuzi sijui ya kinini, Wapo eh, watu wanashangilia kweli kweli a eh, kumaanisha kuwa wamechoshwa na uongozi Ebwana, ndio hii video uweze uh, kujionea. Unajua, lazima niongee kichu, alafu pia nikupatie na ushahidi. Ebwana, usikose kuiona hii video. Huyu hapa msanii Nay wa Mitego, msanii wa ambaye anajulikana kama vile rais wa kitaa, na jinsi ambavyo eh, huyu ikifika ni maswala ya kutetea wananchi, basi huwa haogopi chochote, anaandika wimbo wote tu BASATA wa kiubana sawa, wasipo ubana pia sawa. E, mshikaji wake ni Roma Mkatoliki, lakini sasa hivi Roma Mkatoliki yupo mbali. E, kuna ngoma fulani aliweza kuimba hune ya Mitego akimwambia msanii Roma a, fimbo ya mbali haiui nyoka, inabidi arudi nyumbani ili tuje tuyajenge haya maswala e, lakini Roma mpaka sasa bado yuko Marekani, ni kama anaogopa kutekwa tena. Sasa kuna show yake moja ambayo anaifanya ha, hatari sana huyu msanii Nay wa Mitego. Nitazidi kukuonyesha vile ambavyo wananchi wanavyozidi kumkubali e, anajulikana kama vile rais wa kitaa e. Sasa kuna hii video nitakwenda kukwekea uweze kujionea, lakini kabla sijakuwekea, ningependa uweze kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV ambayo inazidi kukupa burudani na inazidi kukuletea habari zote e, za ulimwengu huu. Zidi kusubscribe, alafu pia unasahau kushare kwa ndugu jamaa na hata pia marafiki zako. Video ndio hii hapa, hebu kapate kuweza kujionea